Serikali yasisitiza: hakuna riba ya lazima ya asilimia saba kwa mikopo ya wafanyakazi. Serikali ya Tanzania imefanya ufafanuzi mpya kuhusiana na mgogoro uliokuwa umeibuka kuhusu kiwango cha riba kwa mikopo inayotolewa kwa wafanyakazi, ambapo imeeleza wazi kuwa hakuna kiwango cha riba cha lazima ya asilimia saba kinachowekwa kwa wafanyakazi kupaswa kulipia mikopo ya benki au taasisi za fedha. Taarifa hii imeibua msimamo mpya katika mjadala wa masuala ya mitaji, maslahi ya wafanyakazi na sera za kifedha za nchi. Ufafanuzi huu umetolewa na wizara husika baada ya kusambaa kwa taarifa zilizowahi kuibua hasira miongoni mwa wafanyakazi na wadau wa masuala ya ajira, ambazo ziliashiria uwepo wa shinikizo la kupeleka wateja wa mikopo benki kulipia riba kwa kiwango cha juu ikilinganishwa na kipato wanachonacho. Hii ilisababisha majadiliano makubwa kuhusu uwiano wa riba ya mikopo, ustawi wa wafanyakazi na sera za fedha kwa ujumla. Serikali yatoa ufafanuzi. Wizara ya Kazi na Ajira kupitia taarifa yake rasmi imesema kuwa taarifa zinazozungumzia uwepo wa kiasi cha riba ya lazima ya asilimia saba kwa wafanyakazi wanapopata mikopo ni za uongo, haziendani na sera, sheria, wala kanuni yoyote ya benki au taasisi za fedha nchini. Serikali pia imeongeza kuwa haina mamlaka ya kutengeneza sheria zinazopangilia riba kwa namna ya kulazimisha taasisi binafsi kama benki kutoa mikopo kwa kiwango maalum bila kufanya tathmini ya hatari na mali ya mdai wa mkopo. Kwa mujibu wa ufafanuzi huo, riba au kiwango chochote cha malipo yanayohusiana na mikopo hutegemea masharti ya benki au taasisi ya kifedha, hali ya soko la fedha, kama vile mwenendo wa viwango vya kubadilishana riba ya Benki Kuu ya Tanzania, BoT, sera za kifedha za serikali na hatari ya mkopo uliotolewa. Sera na mkakati wa serikali unalenga kulinda maslahi ya watumiaji, ikihakikisha ukweli wa mikopo na uwajibikaji wa taasisi za fedha, lakini serikali hawezi kubandika riba kwa mkopo kama sheria kwa taasisi ya fedha binafsi. Rekebisho la mwelekeo wa umma na fedha. Kwa miaka mingi, mdororo wa kiuchumi uliosababishwa na mizozo ya kifedha duniani na mikakati ya kukabiliana na athari za janga la COVID-19 ulizua mjadala juu ya uwezekano wa serikali kuweka viwango maalum vya riba kwa mikopo kwa lengo la kuzipa familia na wafanyakazi nafuu ya gharama za mikopo. Wengi waliounga mkono walisema kuwa viwango vya riba vilivyosimama baada ya janga hilo yaliweza kuongeza mzigo kwa wengi wanapojaribu kuchochea ukuaji wa kipato chao. Hivyo hivyo, Wizara ya Fedha kupitia Benki Kuu ya Tanzania imefafanua kuwa mwenendo wa riba wa soko ni jambo linaloathiriwa na nguvu za soko, usimamizi wa hatari, gharama ya mtaji na utabiri wa uchumi kwa jumla. Mwanachama yoyote wa umma anayethibitishwa kutaka kupata mkopo anatakiwa kukidhi masharti ya taasisi anayochukua mkopo ikiwemo dhamana, uwezo wa malipo na historia yake ya mikopo. Majadiliano na vyama vya wafanyakazi katika majadiliano ya hivi karibuni kati ya serikali, vyama vya wafanyakazi na wadau wa masuala ya ajira, masuala ya malipo ya wafanyakazi yamekuwa ya mjadala mkubwa. Vyama vya wafanyakazi vilikuwa vikiomba serikali kutunga sera zinazolinda kiwango cha maisha ya wafanyakazi ikiwemo kupunguza gharama ya mikopo ili kusaidia familia zenye mapato ya wastani na chini ya wastani. Walakini, serikali imesema kuwa imepewa jukumu la kuhakikisha mazingira ya kibiashara ni rafiki kwa benki na taasisi za fedha kufanya biashara zao bila vikwazo visivyo kwa kitabibu. Kwa mujibu wa serikali, hatua ya kuweka viwango la lazima ya riba kwa makampuni binafsi au benki inaweza kuvuruga soko la fedha na hatimaye kusababisha mazingira ya ukosefu wa mikopo kwa baadhi ya wateja. Usimamizi wa mambo ya kifedha na ushindani wa masoko. Benki Kuu ya Tanzania imekuwa ikifuatilia kwa karibu mwenendo wa riba ya mikopo na jinsi inavyobadilika kulingana na takwimu za uchumi, sera za kifedha, viwango vya inflation na hali ya soko la fedha kimataifa. Benki hiyo imeendelea kutoa mwongozo kwa taasisi za fedha kuhakikisha uwazi na uwajibikaji kwa wateja wao. Benki Kuu pia ina jukumu la kusimamia utendaji wa benki na taasisi za fedha ili kuhakikisha zinakidhi viwango vya utendaji uliokubalika na itaifa. Hii inajumuisha taratibu za ukaguzi wa ndani, miongozo ya usalama wa mtaji na kuhakikisha kuwa taasisi za fedha zinatekeleza kanuni za kukopesha kwa uadilifu na bila ubagizaji. Matamshi ya wakosozi wa sera, wachambuzi wa masuala ya kifedha na uchumi wameonyesha msimamo wa kutofautiana kuhusu ufafanuzi wa serikali. Baadhi ya nao wanasema kuwa ni vema serikali kutengeneza mwongozo zaidi unaoweza kuelezwa kwa umma kuhusu viwango vya riba vilivyokubalika ili kulinda walengwaji wa mikopo dhidi ya viwango vya juu sana vya riba. Wengine wameeleza kuwa hata kwamba serikali hawezi kuweka kiwango cha lazima ya riba kwa benki binafsi, inaweza kuhamasisha mazungumzo kati ya wadau wa sekta ili kufikia makubaliano ya pamoja. Wataalamu wa masuala ya kifedha wameeleza kuwa kufanya tathmini ya kina ya hatari pamoja na elimu bora kwa watumiaji wa huduma za mikopo ni muhimu ili kuhakikisha wafanyakazi na wananchi wana ufahamu wa namna bora ya kuchagua mikopo inayolingana na uwezo wao wa malipo. Matumizi ya mikopo kwa wafanyakazi. Wafanyakazi wengi hutumia mikopo yao kwa madhumuni mbalimbali, ikiwa ni pamoja na malipo ya elimu ya watoto, ukarabati wa nyumba, gharama za matibabu au kuanzisha miradi midogo ya kipato. Kushawa kuwa riba ya mikopo ni mojawapo ya gharama kubwa zinazoathiri bajeti ya kaya nyingi. Hoja juu ya viwango vya riba imekuwa mstari wa mbele wa mjadala wa kisiasa na kijamii nchini. Kama ilivyoelezwa na mamlaka ya fedha, hivyo hivyo, msimamo wa serikali ni kuhakikisha mikopo inatolewa kwa misingi ya taratibu za kifedha na siyo kwa kufuata kiwango cha lazima ya riba kinachobandikwa kwa benki. Hii ni kwa lengo la kulinda taswira ya soko la fedha, kuhakikisha taasisi za fedha zinaweza kuendesha shughuli zao kwa uendelevu na pia kuhakikisha wateja wanapata mikopo kwa misingi ya uwazi na taratibu za kilazima. Mwisho, mwongozo na elimu kwa umma kwa ujumla. Msimamo wa serikali kuondoa dhana ya kuwepo na kiwango cha lazima ya riba ya asilimia saba kwa wafanyakazi umefanya wazi zaidi jinsi soko la mikopo linavyofanya kazi nchini Tanzania. Serikali imeeleza kuwa inahakikisha mazingira ya kifedha ni ya heshima, uwazi na tija kwa wote, huku ikisisitiza umuhimu wa elimu ya kifedha kwa watumiaji wa huduma za mikopo. Matamshi haya yaliyoibuka hivi karibuni yanatarajiwa kusaidia kupunguza hofu na kutokuwepo na taarifa zisizo sahihi miongoni mwa wafanyakazi na wananchi kwa ujumla. Serikali inahimiza wadau wote, wateja wa mikopo, benki na taasisi za fedha kutumia mwongozo huu kama kielezo cha kuelewa soko la fedha kwa upana na sio kujikita kwenye taarifa zisizo sahihi.